Kwa nini baadhi ya wanaume wana mvuto wa ajabu sehemu ya pili? Umewahi kukutana na watu wakisemezana tumchukue fulani anauzika ya. Siri yake ni nini? Siri ni mbegu zilizohifadhiwa na wanaume hawa. Kuna wanaume ambao kiukweli ukikutana nao barabarani, ukikutana nao njiani, ukikutana nao kazini, wana mvuto wa ajabu ambao unakupa security ukikutana naye tu unahisi kuwa secured. Yaani ukikutana naye tu unahisi kama moyo umetulia, unamwamini kwa haraka. Haya ni maajabu ya mbegu ambazo zimetunzwa na kutengeneza mvuto mkubwa wa ajabu sana. Watu hawa tunaishi nao, hawako kwenye sayari ya Jupiter. Tuko nao kazini, tunafanya nao kazi mahali mbalimbali mbali, tuko nao misikitini, tuko nao makanisani. Hawa watu wapo na wewe ni shahidi kabisa. Ukikutana naye tu unamwamini kwa haraka, unamwamini pasipo kutumia nguvu. Hii yote inasababishwa na siri ya kukimbia tamaa ya zinaa na hii ndio unakuta kuna watu, baadhi ya watu ambao tunaishi nao wanaaminiwa kwa haraka makazini, hata unapoenda kufanya interview. Akifika kwenye interview, hata panel yote inastaki, kana kwamba ni kama unapita upepo, kwamba huyu ameajiriwa. Hata unapotoka kwenye chumba cha interview, mjadala si mrefu, ni kana kwamba kila mmoja anavuta ana, ana kwamba huyu mtu anatufaa, wakati ambao wewe unasumbuka kutafuta kazi kuna watu kazi zinawatafuta sio kwa sababu wana qualification nzuri kuliko wewe. Na ndio unakutana na watu wanasema, jamaa na nyota ya moto. Aha, sio nyota ya moto, wewe mwenyewe unaweza kuifikia hiyo nyota ya moto ikiwa ipo. Lakini mimi ninaamini mtu ambaye ametunza mbegu zake vizuri, anakuwa na uelekeo wa ibada na anakuwa na nguvu ya kiroho ya ajabu inayompa mvuto mkubwa. Hata kazini hapati shida, hata katika biashara. Unashangaa mtu anafungua biashara kuna wakati hata wateja hawakuwa na shida na hizo bidhaa anazouza, lakini kwa sababu ya mvuto wake wanavutwa kuja kununua bidhaa yake. Hata ukimwajiri, wale ambao umewahi kuajiri, utaungana na mimi, kuna mtu ukimwajiri, wateja wanapofika dukani ama ofisini, wanatamani kuonana na yule mtu. Hata wakati fulani wanauliza, fulani yuko wapi? Wao furaha yao tu awahudumie yeye, na ndiyo hii siri ambayo ninatamani mwanaume mwenzangu uweze kujifunza lakini jambo lingine kuhusiana na watu ambao wametunza mbegu zao, wanakuwa na maono ya ajabu ambayo yanawafanya wawe washauri wazuri, na ndio sababu mtu kama huyu akikushauri jambo, mara nyingi anakuwa anaonekana kama ni mtu anayeona mbele. Ni nini? siri yake ni maono ya ajabu ambayo anakuwa nayo kwa sababu ya nguvu ya kiroho aliyojenga ndani yake kupitia siri ya kutunza mbegu. Na ndio, utakubaliana na mimi, hata wewe ni shahidi kwamba kuna wakati hata ninyi mnaorganize fulani agombee fulani, awe kiongozi, hata mnataka kumchukulia form yeye, hana hili wala lile lakini mkimtazama, mnamuona ana potential ya kuwa kiongozi mzuri, mkitazama mnaona kabisa huyu anaweza kutufaa, na hata kuna nyakati mnamchukulia form, mmewahi hata kutengeneza Hi, hi, hi, njia. Hata mnachagua mtu kuwa siara wa darasa na hayupo siku hiyo, mnamchagua mtu kufanya jambo fulani na wala hayupo siku hiyo. Ni kwa sababu ya mvuto mkubwa alionao mtu huyo. Lakini nikupe siri hii, hata kwenye mambo ya kidunia yanayoendelea, ndio kuna lebo mbalimbali za wasanii mnazisikia, mtu anasema oh, mimi fulani nimemchukua kuwa kwenye lebo yangu, sio tu kwa sababu anaimba vizuri. Hapana, kuna kitu kingine ambacho kinaonekana, ukimwangalia, unaona huyu anauzika. Wanaoimba vizuri wako wengi, wanaoigiza vizuri wako wengi, wanaohubiri vizuri wako wengi, wanaoweza kufanya hilo jambo wako wengi, lakini kwa nini huyu anauzika? Ana, ana mvuto mwingine ambao unatofautiana na mtu mwingine, na hiyo ni nguzo katika maendeleo ya mwanadamu, na ndiyo Biblia inasema ikimbieni sana zinaa, ikimbieni zinaa, kwa sababu anayefanya zinaa anafanya juu ya mwili wake mwenyewe. Tena Biblia ya Kiingereza imeweka vizuri zaidi, anafanya dhambi against his own body, yani anaenda dhidi ya mwili wake. Na ndiyo maana anakwambia zinaa imekufanya uanguke, zinaa imekufanya usifikie malengo, zinaa imekufanya usumbuke kutafuta kazi, zinaa imekufanya ukataliwe. Leo wito wangu ikimbie zinaa. Wakorintho wa kwanza sura ya sita mstari wa kumi na nane ikimbieni zinaa. Mungu akubariki unapoamua kufanya matengenezo.